Kuna siri ambazo si rahisi kubeba, lakini mama Asha alizibeba kwa miaka kumi na tano. Aliishi kijiji cha Mwanga, kijiji kilichojaa watu wenye midomo mizito kuliko mioyo yao. Kila mtu alijua au alidhani anajua maisha ya mwenzake, lakini hakuna aliyewahi kumwona mtoto wa mama Asha wala kusikia sauti ya kicheko ndani ya nyumba yake. Na leo nakuletelea mkasa huu ambao utakuacha na maswali mazito. Fuatilia mpaka mwisho, ujue kwa nini Mama Asha alimficha mtoto wake kwa miaka mingi. Mama Asha alikuwa mwanamke mnyenyekevu, mpole na mnyamavu. Kila asubuhi alienda kisimani, akachota maji, akarudi nyumbani akiwa na macho ya huzuni. Wengine walimuita mchawi, wengine wakasema labda ni tasa. Lakini hakuna aliyefahamu siri iliyokuwa imefichwa nyuma ya pazia la chumba chake cha giza. Ndani ya nyumba yake kulikuwa na kiumbe mdogo, mtoto wa damu na nyama aliyezaliwa kimya kimya usiku wa radi. Mtoto huyo hakuona jua, hakucheza na watoto wengine, hakuonja ulimwengu. Alikuwa kama kivuli cha upendo uliogubikwa na hofu. Wakati mwingine mwanamke huficha siri si kwa sababu ya uoga bali kwa sababu ya upendo. Dunia inaweza kumuita mwoga, lakini ndani yake ana moyo wa simba. Upendo wa mama mara nyingine ni vita ya kimya, vita ya kulinda kiumbe kisichoweza kujitetea. Hivyo ndivyo mama Asha alivyoishi, akipigana vita ambayo hakuna mtu aliyeiona. Kila alipomsikia mtoto akikohoa, wa moyo wake uliruka kama mtu aliona kifo. Alifunga madirisha, akapunguza sauti, akamwambia mtoto usizungumze, dunia nje si salama. Na kweli kijiji kile hakikuwa salama kwa siri kama yake, kilijaa macho, maneno na hukumu ambazo zingemuua kabla ya asubuhi. Mama Asha hakuamini tena watu. Aliishi kwa kuuza viazi na mboga njiani, huku akimwachia mwanawe ndani ya nyumba, akimwambia Usiangalie dirishani mwanangu, usipige kelele, mama anarudi. Na kila mara aliporudi macho yake yalikuwa barua za kimya ambazo hakuna aliyewahi kusoma. Miaka ikaendelea kupita, kijiji kikabadilika, watoto wakakua, lakini nyumba ya mama Asha ikabaki pale pale, tulivu, yenye pazia zito na harufu ya upweke. Watu walizoea, wengine wakasahau kwamba pale anaishi binadamu. Lakini ndani ya chumba kidogo, mtoto mmoja alianza kuwa na ndoto ya kuwa na dunia nje ya dirisha lake. Kuna mateso ambayo hayapigi kelele, lakini yanalia ndani ya roho. Mama Asha hakuhitaji huruma, alihitaji kueleweka. Wengine walimcheka, lakini hawakujua kuwa alikuwa akipigana na kivuli cha siri ambayo ingetibua dunia yao nzima. Wakati mwingine tulivu ni kelele ya moyo unaoumia kimya kimya. Usiku mmoja mtoto aliuliza, mama, kwa nini mimi siendi shule kama wengine? Mama Asha alinyamaza, machozi yakamjaa, alimkumbatia mwanawe kwa nguvu, akasema kwa sauti ya kutetemeka, mwanangu, kuna ukweli ambao bado dunia haijawa tayari kuona. Alimlisha, akamwambia hadithi na kumuimbia wimbo wa asili, lakini ndani yake moyo wake uliungua kwa hofu. Alijua siku moja siri hiyo ingefichuka na siku hiyo ingeweza kubadili kila kitu. Kila alipokaribia dirisha, aliinua pazia kidogo tu, akapumua hewa safi kisha akafumba macho. Alimwambia Mungu, "Nikufiche mpaka lini Bwana? Hii siri itanimaliza." Lakini hakujua kuwa majibu ya maombi yake yalikuwa yanakuja taratibu kupitia kitu ambacho hakikitamani kabisa. Pesa. Siri inaweza kulindwa kwa muda, lakini ukweli una miguu mirefu. Mungu ana wakati wake wa kufichua kilichofichika, si kwa aibu bali kwa makusudi, na mara nyingi anatumia kitu tunachokitamani, pesa, cheo au sifa, kutufungua macho. Safari ya mama Asha ndiyo ilikuwa inaanza kweli. Miaka ikazidi kusonga. Mtoto wa mama Asha sasa alikuwa kijana wa miaka kumi na tano. Sauti yake ilianza kubadilika akili ikakua na hamu ya kuona dunia nje ya dirisha lake ikawa kubwa kuliko hofu aliyopandikizwa. Usiku mmoja aliwahi kuuliza tena, mama, ni nani baba yangu? Swali hilo lilimfanya mama Asha alegee mikono, akabaki kimya kwa muda mrefu. Hakuweza kumjibu. Siri ile ilikuwa kama jipu lililokomaa, lakini hakujua wapi pa kulipasua. Alijua siku akisema ukweli dunia yote ingetetemeka. Kwa mara ya kwanza alianza kuandika kwenye daftari dogo alilolificha chini ya kitanda, akiandika maneno, siku nikifa atajua ukweli. Lakini Mungu alianza kubadilisha upepo. Kijiji kilianza kufunguka, kulikuwa na mpango wa maendeleo na watu walihamasishwa kujiunga na vikundi vya kina mama. Mama Asha Akiwa na ujasiri wa kimya, alijiunga akianza kuuza viazi na mboga sokoni. Pesa ikaanza kuingia kidogo kidogo. Wakati mwingine Mungu hufungua milango polepole, sio ili atupe faraja bali atupime. Mama Asha alijua pesa huleta faraja lakini hakujua pia zinaweza kufukua kaburi la siri. Dunia haikujua, lakini ndani ya tabasamu lake jipya kulikuwa na hofu ya kesho isiyoelezeka. Wakati mwingine mafanikio ndiyo huanzisha mtikisiko wa ukweli. Soko lilimjua kama mama yenye heshima na bidii. Birehema, jirani yake wa zamani, alishangaa kuona mabadiliko hayo. Sasa hivi unaonekana vizuri sana Asha, mbona hukai tena nyumbani kama zamani? aliuliza kwa mshangao. Mama Asha alitabasamu tu, akasema Mungu ni mwema kisha kageuka haraka. Siku moja akiwa ametoka sokoni, alisikia watoto wakicheza karibu na nyumba yake. Mmoja wao akasema, niliona mtu anayetazama dirishani kwenu usiku, mama yako ana mtu ndani. Mama Asha alihisi damu ikiganda, aliingia ndani mbio, akamkuta mwanawe akiwa imesimama karibu na dirisha, macho yake akiwa na hofu na hatia. nilitaka tu kuona anga, mama Kijana alisema taratibu. Mama Asha alimtazama kwa macho yenye machozi, akamkumbatia bila neno. Alijua hakuwa mtoto tena, hawezi kufichwa milele, lakini hakujua kwamba muda wa siri yake kuanguka ulikuwa karibu zaidi kuliko alivyofikiri. Kila mama ana wakati wa kusema inatosha kwa siri anayoibeba, lakini kabla hajasema dunia huwa na njia yake ya kuifichua. Wakati mwingine macho ya mtoto huwa kama kioo kinachoonyesha siri tulizoamua kuzisahau, na macho ya mama Asha sasa yalikuwa yanajua mwisho wa kimya ulikuwa umekuja. Siku chache baadaye kikundi cha maendeleo kilimtangaza mama Asha kwamba ni mshindi wa mkopo mkubwa wa biashara. Watu walimpongeza, wengine wakamzushia maneno ya wivu. Eti hana mtoto lakini anapewa mikopo yote, Birehema alisema kwa sauti ya kejeli. Moyo wa mama Asha ukawa mzito, lakini akaendelea kutabasamu. Alijua pesa inakuja na macho mengi ya kuangalia. Watu walianza kumtembelea, wengine wakitaka kuomba saada, wengine wakitaka kumchunguza. Kila mara alihakikisha mwanawe yuko chumbani kimya, mlango umefungwa. Lakini macho ya kijiji hakulala. Usiku mmoja kijana mmoja jirani akapita karibu na nyumba hiyo alisikia sauti ndogo ya mtu akiimba ndani, sauti laini ya kijana. Akasimama akasikiliza kwa mda, kisha akaenda kumwambia Birehema, nimeapa ndani ya nyumba ya Mamaasha kuna mtu anayehishi humo. Wakati dunia inaanza kukuangalia, ni vigumu tenda kuficha wema, na pesa hufichua tabia za watu, lakini pia hufichua siri za kale. Mamaasha alikuwa anaanza kugundua Kadiri alivyobarikiwa ndivyo siri yake ilivyokuwa inakaribia kufumuka, na pale kijiji kilipoanza kuongea, majira ya ukweli yamewadia. Siku ya tangazo la ushindi ilifika, mama Asha alipewa heshima kubwa kijijini. Walikusanyika wote sokoni, wakapiga makofi, wakamsifu kama mfano wa bidii. Hata mwenyekiti wa kijiji alitoa hotuba akisema Huyu mama ni kielelezo cha uthubutu. Lakini ndani ya moyo wake mama Asha alihisi kama mtu anayepanda jukwaani akiwa amevaa mavazi ya moto. Baada ya hafla hiyo, vyombo vya habari vilifika kumhoji. Waliingia nyumbani kwake wakipiga picha, wakichukua video, wakitaka kuonesha maisha yake kwa taifa. Tunataka picha zako ndani ya nyumba yako, mama alisema mmoja wa waandishi. Mama Asha alihisi miguu ikitetemeka, moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Akasimama mlangoni, macho yake yakitembea ya ukutani. Alijua ndani kuna mtu, damu yake, moyo wake, siri yake. Akageuka na kusema kwa sauti ndogo, tafadhali mnipige picha hapa nje tu. Lakini kabla hajamaliza sentensi Pazia lilisogea kidogo nyuma yake, na ulimwengu ukasimama. Wakati mwingine siri hazifichuki kwa makusudi, zinatoka zenyewe kwa nguvu ya Mungu. Watu husema kweli hujitetea, lakini wakati mwingine kweli hujifichua bila hata kuulizwa. Mama Asha hakukosea kumficha mwanawe. Kosa lilikuwa kuamini dunia inaweza kusamehi bila kuelewa. Sasa, pazia lilikuwa limevutwa, ukweli ukawa uchi mbele ya macho ya wengi. Kutoka dirishani kijana huyo alitokeza uso wake. Ngozi yake ilikuwa tofauti, nyororo na macho yake yalikuwa makubwa yenye mwanga wa ajabu. Watu walidua, baadhi wakapinga kelele, wengine wakakimbia nyuma kwa mshangao. Mwandishi mmoja akauliza, huyo ni nani? Mama Asha akabaki kimya Machozi yakitiririka taratibu. Mtoto alitoka taratibu, miguu yake ikitetemeka. Hakuona jua kwa miaka 15. Sasa mwanga ulimwangazia kama risasi ya moto. Watu walimwangalia kana kwamba wameona roho. Ni mtoto wangu, Mama Asha alisema kwa sauti iliyovunjika. Ukumbi mzima ukawa kimya, upepo ukipita taratibu. Mtoto wako? Mwenyekiti akauliza kwa mshangao. Mama Asha akaketi chini akashika kichwa akasema, ndiyo nilimficha tangu kuzaliwa. Siku moja nitawaeleza kwa nini. Na hapo ndipo macho ya kijiji yote yakamgeukia, si kwa heshima tena, bali kwa maswali yasiyo na mwisho. Dunia hupenda kujua ukweli, lakini haiko tayari kuukubali. Watu waliosema hongera jana ndio hao hao wanaosema anastahili lawama leo. Hivyo ndivyo maisha yalivyo, shangwe hubadilika kuwa mawe kwa sekunde moja. Mama Asha alikuwa anatambua thamani ya neno moja, kuvumilia. Baada ya muda, mmoja wa waandishi alimuuliza, kwa nini ulimficha? Mama Asha alinyanyua uso akavuta pumzi na kusema, kwa sababu mlivyokuwa hamutakubali ukweli. Watu wakanyamaza, macho yote akimsikiliza Mlikuwa mnaona wazimu, lakini nilikuwa najilinda na ulimwengu usiokuwa na huruma. Aliposema hivyo, mtoto akamkumbatia, macho yake akimlilia ya mama yake kimya kimya. Mtoto huyo akasema mbele ya umati, mama alinificha, lakini hakuninyima upendo. Nilikuwa gizani, lakini ndani ya moyo wake niliona nuru. Kelele za umati zikapungua, macho ya watu yakawa na machozi. Hapo ndipo kweli ilianza kugusa roho, si masikio tena. Wakati mwingine siri hufichuka si kwa aibu bali kwa ukombozi. Mungu hachelewi kufichua kilicho siri, huchelewa tu hadi moyo uwe tayari. Mama Asha hakuficha kwa hofu bali kwa hekima. Na sasa ulimwengu ukajua kwamba upendo wa mama unaweza kupigana na dunia nzima na kushinda. Baada ya tukio lile, kijiji chote kilibadilika. Sauti za maneno zilipungua, lakini macho yakabaki akimfuata ya kila alipopita. Wengine walijaribu kumkaribia kwa huruma, wengine wakamkwepa kama mkosaji, lakini mama Asha hakujali tena. Alikuwa amechoka kufisha, amechoka kuogopa. Siku moja, serikali ilituma ofisa wa ustawi wa jamii kumtembelea. Alitaka kujua hali ya mtoto na sababu za kificho hicho kirefu. Mama Asha alizungumza kwa utulivu, akatoa barua, picha na daftari la siri aliyokuwa ameandika tangu zamani. Kila neno lilikuwa kama jeraha lililofunguliwa lakini sasa lilipumua. Ofisa huyo alilia, akasema, Mungu pekee ndiye anayeweza kuelewa moyo kama wako. Aliahidi kuwasaidia, akawapa fursa ya kupata msaada wa kisheria na matibabu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 15, mama Asha alihisi kama dunia imemsikia. Wakati mwingine haki huja polepole pole, kama alfajiri; inaweza kuchelewa, lakini ipinapo chomoza, giza halina paa kujificha. Mama Asha alipitia maumivu ambayo si rahisi kuyasimulia, lakini akabaki imara kwa jina la upendo na pale machozi yake yalipogeuka ushuhuda, dunia ikaanza kujifunza. Mtoto wake ambaye sasa kijiji kilijua anaitwa Juma alianza kupata ushauri wa kisaikolojia. Alikuwa mnyonge, lakini mwenye akili kubwa na roho safi. Kila siku alipomwona mama yake akihangaika, ya alisema, mama, nitakulipiza kwa wema, kwa matendo. Na kweli upendo wake ukawa mwanga kwa wengi waliokuwa gizani. Siku moja akiwa ameketi dirishani, mama Asha alitazama jua likizama kama ishara ya amani. Akasema kimya kimya, miaka kumi na tano ya hofu, lakini sasa nimepata miaka ya uhuru. Alipumua kwa kina, akamshukuru Mungu na macho yake akamaa kwa furaha ya kweli. Alijua hakuna siri tena, ni moyo tu uliosamehe. Wakati mwingine mateso ni barua ya Mungu, barua ya kukufundisha kusamehe. Mama Asha alificha siri lakini hakuficha upendo. Dunia ilimcheka lakini Mungu alimtazama na kusema, "Umevuka." Kwa kila moyo uliojeruhiwa, hadithi yake inabaki kama mwanga. Upendo hauogopi giza, unalipenyea. Kila siri ina mwisho wake na kila ukweli una wakati wake wa kujitokeza. Mama Asha alificha kwa upendo, akapoteza kwa hofu, lakini alipofichua, akapata uhuru wa moyo. Hii si mwisho wa simulizi, bali ni mwanzo wa tafakuri mpya. Maisha yanaficha mengi, lakini hadithi kama hizi hutukumbusha kwamba upendo wa kweli hauhitaji kushindana na dunia. Unahitaji tu ujasiri wa kusema, nilifanya kwa sababu nilimpenda. Hii ni MK Mastori, simulizi zenye mguso wa maisha, hadithi zinazogusa moyo na kuamsha roho. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti, kwa sababu simulizi inayofuata inaweza kubadilisha maisha yako. Asante, tukutane wakati mwingine.